Baba zangu, mama zangu, wapendwa, kaka zangu, dada zangu, kalumna na kanyanya zikatonda murunji obude bona, bona, wazoletu la leo, mlangoni amesimama Lazaro, mlangoni amesimama Lazaro. Naomba mwambie jirani yako mlangoni amesimama Lazaro. Somo linalotuongoza ni somo la Injili Luka sura ya 16, mstari wa 19 hadi wa 31. Tumesikia Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro uwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Lazaro maana yake Mungu ni msaada wangu. Naomba tuseme, Mungu ni msaada wangu. <tiposilio> Lazaro ana jina kwa sababu alikuwa na mahusiano na Mungu na mahusiano na watu. Jina linatusaidia katika mahusiano, lakini tajiri ni kama hajapewa jina. Ana mahusiano mazuri na watu, ana mahusiano mazuri na Lazaro. Sasa tumuite jina Dives naomba turudie Dives. Dives neno la Kilatini linalomaanisha tajiri. Kwa hiyo ni tajiri Dives. Sasa huyu Lazaro alikuwa mlangoni, lakini tajiri akumwona. kosa lake si utajiri, na huyu akwenda mbinguni kwa sababu ni maskini. Sio kila aina ya umaskini ni utakatifu na sio kila aina ya utajiri ni uhalifu. Huyu tajiri akuwa na makosa mengine, akuwa fisadi, akuwa mwizi, akuwa mumbea. Tatizo lake ni nini? Mambo matatu. Tatizo lake la kwanza ni kutohona, akumwona maskini Lazaro. Lazaro alikuwa na njaa lakini akumuona. Enzi hizo matajiri walipokuwa wananawa mikono ili kula, kabla ya kula walikuwa wajipangusi kwa kutumia tishu ama taulo, walikuwa wanatumia vipande vya mikate. Akimaliza kunawa mikono, anajipangusa kwenye vipande vya mikate, na hiyo mikate anatupa. Ndio maana mbwa walikuwa wanakimbia kupata mikate, pamoja na Lazaro, anapigana vikumbo na mbwa, wanashindania mkate. Lakini huyu tajiri hakuona hayo yote ili aweze kumsaidia kosa la kutoona ana macho lakini haoni, anatazama lakini haoni, ndilo kosa lake. Lakini kosa lake la pili ni kutojali. Maskini yupo akumjali, akumsaidia, akuwa na huruma. Kosa la tatu ni kutofanya lolote. Naomba tusali na kuungamia Mungu mwenyezi Amina kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo. Inatosha. Tunakosa kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo. Hizo dhambi zinaitwa sins of commission. Naomba tuseme sins of commission. Sins of commission. Lakini kuna dhambi ya kutotenda inaitwa sin of omission. Naomba tuseme sin of omission. Ujaiba, ujaroga, ujatukana, lakini ujatimiza wajibu. Ajunaka nwenye ajunakakia araa anayemsaidia ndege, anamsaidia akiwa na nguvu za kupaa. Kwa hiyo kosa alilolifanya kosa la kutofanya lolote Kakitandugao, ndio wao wanasema kakitandugao. Hili jambo nisiwe mimi wa kulianzisha, mimi wa kulisema. Kwa hiyo makosa mengi yanatendeka kakitandugao. Naomba tuseme kakitandugao. <laughs> Huwezi ukamtahadharisha mwenzako, huwezi ukamuonya, unasema kakitandugao, na anatokomea anaenda kubaya. Kuna mtu alipopata ajali akaenda mbinguni. Petro akasema hapana, ngoja ni cheki kama we una unastahili kuingia mbinguni. Akacheki kwenye kitabu kikubwa, akasema jina lako la wale wanaoenda mbinguni sirioni. Akasema Petro, cheki vizuri, hata kwenye index, jina langu naanza na D. Akacheki sema sirioni. Sema Petro, naomba angalia wale wanaoenda twarani Akaangalia sema sirioni, sema nafikiri unaenda motoni. Kasema Petro, sikufanya lolote, kwa nini niende motoni? Akasema kwa vile ukufanya lolote, motoni. Kosa la kutofanya lolote. Zaka ulipi, sadaka utoi, ufanyi matendo ya huruma, utembelei wagonjwa, usaidii maskini Ushauri wenye shida ufundishi wa jinga. Haya ni matendo ya huruma. Fanya kitu, tenda kitu, sema kitu, mwambie jirani yako, sema kitu, mwambie jirani yako, fanya kitu. Mwaka 1950 Albert H. Schweitzer Schweitzer alitajwa kuwa ni mtu wa karne. Mwaka 1950 alitunukiwa nishani ya amani ya Nobel. Akiwa na umri wa miaka 30, Albert aliamua kuacha kazi ya kucheza kinanda ili awe daktari. Hatimaye alijenga hospitali kubwa Afrika, na akaajiri wafanyakazi wengi. Arbat alisema hadithi juu ya Lazaro ilimfanya afanye maamuzi makubwa. <coughs> Kimantiki, aliona kuwa ndugu yake wa Kiafrika alikuwa ni Lazaro na yeye alikuwa ni tajiri. Na mnukuu, ningefurahiaje watu kunishangilia wakati Lazaro anateseka na maumivu? kwa hiyo na Lazaro amesimama mlangoni mwako. Lazaro ni muhitaji, muhitaji sio lazima ahitaji pesa ama mkate. tuna wahitaji. Kuna mtu ambaye anahitaji shukrani, ni Lazaro amesimama mlangoni mwako, anahitaji shukrani. Ni Lazaro amesimama mlangoni mwako. Kuna mtu ametenda mema neno asante ajalipata. Ni Lazaro amesimama mlangoni, anahitaji asante. Kuna mtu alikukosea, anahitaji umsamee. Ni Lazaro amesimama mlangoni, anahitaji msamaha. Ni mtu anafanya kazi, anahitaji neno wao. Wanasema vitai na mayoti diera, bila pongezi mambo yastawi bila pongezi mazao hayastawi. Ukikutana mtu analima mwambie pole kwa uchovu. Naomba tuseme pole kwa uchovu <coughs> naongera kwa kazi. Tumezoea kumkuta mtu anafanya kazi, tunasema pole kazi. Siyo jambo la kumpatia mtu neno pole, kwa sababu sio utumwa, sio ugonjwa, siyo matatizo mwambie ongera kwa kazi. Naomba tuseme ongera kwa kazi, ongera. Na pole kwa uchovu, pole iwe kwa, kwa uchovu. Ongera ni kwa kazi, kwa sababu kazi ni jambo la heshima. Mungu mwenyewe alifanya kazi, aliumba siku saba. Kwa hiyo, uenda kuna mtu yuko mlangoni mwako anahitaji neno lako, hata salamu, ni muhitaji wa salamu Msalimie, anasimama mlangoni mwako, anahitaji neno la matumaini, labda amekata tamaa. Lakini kuna na njaa ya mwili, njaa ya mkate. Ukiweza mshibishe mtu, tuko kwa lezima, tuko kwenye mfungo. Ukiweza kumsaidia maskini msaidie, mwenye njaa mpatie chochote. Lakini kuna njaa ya upendo Mwambie jirani yako, kuna njaa ya upendo, kuna njaa ya upendo. Upendo. Upendo. Upendo. Mungu alituumba kupendwa na kupenda, kupendwa na kupenda. Kuna watu wengi kwenye familia wana njaa ya upendo. Kwa hiyo Lazaro ambaye amesimama mlangoni, huenda ni mme wako, ana njaa ya upendo, huenda <laughs> ni mke wako ana njaa ya upendo wena, ni mtoto wako ana njaa ya kusikilizwa. Ni Lazaro amesimama mlangoni. Muulize jirani yako nani amesimama mlangoni mwako? Dives, tajiri alijifungia katika Dives, mambo yalikuwa ni mimi inye, akajifungia katika umimi, katika ubinafsi Akaikosa mbingu. Tatizo sio utajiri, tatizo ni ubinafsi. Tatizo sio utajiri, tatizo ni kutoona. Tatizo siyo utajiri, tatizo ni kutojali. Tatizo sio utajiri, tatizo ni kutofanya lolote. Naomba kipindi hiki tunapozunguka na msalaba wa Jubileo, sema kitu, fanya kitu. Tumsifu Yesu Kristo. yes.